Hujambo mwanafunzi, karibu katika somo la leo. Tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii, na katika kipindi hiki ningependa tuangalie dhana ya uwili lugha. Kwa hivyo, tutaanza kwa kueleza maana ya uwili lugha, na tunaambiwa kwamba uwili lugha ni uwezo wa mtu kuzungumza lugha mbili. Uwezo wa mtu kuzungumza lugha mbili. Mtu aliye na uwezo wa kutumia lugha mbili huitwa bilingwa. Kwa hivyo, bilingwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza au kutumia lugha mbili. Swali, kwa kutolea mfano, eleza sababu zinazochangia kuwepo kwa uwili lugha katika jamii. Inafaa kuwa uwili lugha si wingi lugha. A, sababu ya kwanza ni ujirani wa makabila au mataifa tofauti. Wakati mwingine watu hujifunza lugha mbili wakiwa majirani na kabila linalozungumza lugha tofauti. Hiyo hoja tunaielewa. Hoja ya pili tunaambiwa kwamba sera za lugha za wakoloni tunaambiwa, uh, wakati wa ukoloni, wakoloni walitumia Kiingereza kutawala, hivyo ikalazimu wenyeji kujifunza lugha hii. Kumaanisha kwamba wenyeji walikuwa na lugha yao pia, wakalazimishwa kujifunza Kiingereza, basi wakawa wanafahamu lugha mbili. Hoja ya tatu tunaambiwa, sera za lugha za nji lugha rasmi na lugha ya taifa uweza kuwa tofauti, hivyo uh, watu kujifunza lugha hizi mbili. Kwamba unaweza pata katika taifa fulani lugha rasmi ni tofauti na lugha ya taifa ni tofauti, kwa hivyo watu ulazimika kujifunza lugha hizo mbili. Kuna hoja ya nne ambayo inasema mavamizi au vita huwalazimu wananchi kuhamia kwingine, hivyo kuwafanya kujifunza lugha geni ya mahali ambapo wamehamia kutokana na vita. Hoja ya tano, sababu za kiutalii. Kwa mfano, watalii wanapozuru tuseme kwa mfano pwani ya Afrika Mashariki au penginepo, huenda wakajifunza kwa mfano Kiswahili katika pwani ya Afrika Mashariki au wakajifunza lugha ya kwingine kwa mahali ambapo wangependa kutalii. Sita, ndoa za mseto, kwa mfano mke na mme, iwapo wanatoka katika jamii tofauti zilizo zinazozungumza lugha tofauti, basi wanapooana na kuingia katika ndoa hulazimika kujifunza lugha ya pili ili kurahisisha mawasiliano. Hoja kwamba, ya saba tunaambiwa kwamba hadhi ya lugha, na kwa mfano lugha moja huenda ikawa na hadhi na staha ya jamii uh, samahani ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni, hivyo watu jifunza lugha hiyo kama lugha yao ya pili. Hiyo tunaelewa. Nane, elimu kwa mfano watu wanaokwenda kusoma katika nchi nyingine, kwa mfano tuseme Ufaransa, Uingereza, hulazimika kujifunza lugha hizo kabla ya kujiunga na taasisi za huko. Hoja ya tisa inasema dini. Kwa mfano walioeneza dini kutoka Ulaya na Uarabuni, uh, waliwashinikiza wafuasi wao kujifunza lugha zao ili iweze kuwa rahisi kwa wao kueneza dini. Naam. Uh, hoja ya kumi tunaambiwa kuna umataifa au udiplomasia. Kwa mfano, watu hujifunza lugha za kimataifa au lugha za mataifa mawili ili kurahisisha mawasiliano. Hoja ya kumi na moja, kuna uchumi na biashara. Kwa mfano, watu hujifunza lugha ya kufanyia biashara kama lugha yao ya pili ili waweze pengine kupata wateja, na hoja ya kumi na mbili tunaambiwa ni kwamba vita vya kisiasa husababisha watu kuhamia katika maeneo au nchi mbalimbali na wanapofika pale hujifunza lugha ya pili ili wawezeshe, ili kuwawezesha wawasiliane na wenyeji. Naam, tuendelee na hoja ya mwisho, ni mwingiliano wa watu katika jamii. Kwa mfano katika sherehe za kijamii husababisha watu kujifunza lugha mbili. Tuangalie swali lingine, swali linasema Fafanua aina za uwili lugha katika jamii. Aina za uwili lugha katika jamii, kuna uwili lugha sawia. Hii ni hali ambapo a, ni hali ya kuwa na uwezo wa kuzimudu lugha zote mbili, kwamba lugha zote mbili unazijua au unazifahamu katika kiwango sawa. Hamna ile lugha ambayo unaijua zaidi ya hiyo lugha nyingine kuna uwili lugha wa kupendelea. Kwa mfano, ni hali ya kuwa na mwegemeo wa kuionea fahari mojawapo ya lugha unazozijua. Unajua lugha mbili ndiyo, lakini unapendelea kutumia lugha moja zaidi kuliko lugha kuliko lugha nyingine, samahani. Na kuna uwili lugha wa kupokea, hii ni hali ya kujibu lugha moja kutumia nyingine. Kwa mfano, mtoto anapozungumziwa Kiingereza akajibu kwa Kiswahili uwili lugha kupokea. Na kuna uwili lugha uliolala, kwamba hii ni hali ya kuwa ugenini na kulazimika kuisahau lugha yako kwa muda. Yani unajua lugha ndio, unajua lugha mbili ndio, lakini kwa sababu pengine uko katika nchi tofauti, unalazimika kutotumia ile lugha nyingine. Kwa mfano pengine hamna mtu ambaye unaweza ukazungumza naye, mambo kama hayo. Na kuna uwili lugha mfu ni hali ya lugha moja kumezwa au kufifia na kutatumika tena. Katika kipindi kingine tutaangalia wingi lugha. Asante na kwaheri kwa sasa.